Sasa mama mtu, unajua we unaboa kitu kimoja. Juzi umepika mavyakula kibao, umeamwaga pale, umeona mimi sijapenda kikweli ile hali. Alafu kitu kingine, we una matumizi mabaya ya pesa, unatakiwa ubalanse kwamba sisi tuko wawili hapa, hatuna familia. Pika chakula kinachoendana na sisi hasa. Nashangaa juzi umepika mapilau miviazi, mi nini, chakula nilikionea huruma kile. Sasa sikia, nikwambie. Sasa, hivi huh, nakupa nini, nakupa shilingi elfu kumi sawa? ui balance elfu kumi ukaenaye siku tano juma eh? Eh. <laughs> nisome siku ngapi ukaenayo ukaenayo eh? Eh, siku tano elfu kumi sawa? siku hizi naenda kukupa nyumbani elfu kumi Vipi, kwani mbona sikuelewi? Hamna ha, hamna yaani, ndo nakueleza kwamba utumie ma, uwe na matumizi mazuri usiongeze usi matumizi sio na lazima eh? Sasa aya mambo sio ya kuambizana kichochoroni, kwani tusiende nyumbani tukayaongea? Unakuja kuniambia mambo kichochoroni, ni kweli mume wangu, kweli unachokifanya? ah, mimi sio kwamba nakusema, sikusemi, ila nina maana yangu. Unajua sasa hivi inabidi tu hata hata TANESCO wenyewe unakuambia punguza matumizi yasiyo lazima ya, ya nini ya umeme. Kama umetoka nje ya chumba zima, switch zima taa, zima feni, maana yangu ndo hiyo. Kwa hiyo inatakiwa twende au? Sasa sikia mama mtu wewe, nenda tangulia kwanza nyumbani, mimi nakuja tena. Jamani eh? ah. si tumetoka wote jamani. Ndo nakwambia hivi, we tangulia nyumbani, mimi nakuja, nitakuja kukupa hiyo hela sawa sawa eh. wewe tangulia na, naenda kuna sehemu moja naenda Dakika mbili tunakuja, sawa eh. We vipi, ujue umekaa, afu mimi tabia yako mi sijaipenda ujue ya kukaa unalamba lamba lamba, lamba, yeah. Lamba, yeah. Mimi nimekaa na wife pale, we unakuja unalamba lamba eh? Vipi eh? Sawa, si kwamba natamanisha mimi, nimekumisi unajua ile siku ile nah, nilinogewa kwa kweli. We vipi, we uko mitu we siku hizi nimekupiga nime nane na nikakuongezea zingine saba, zika kumi na tano, wiki nayo wiki na siku moja pia, wiki mbili hizo na siku moja, mimi nataka we, eh? Tena ah. We, wewe Oya, unajua siku ile ile siku tulivyokutwa ndani pale wewe ah. Mtoto wewe, utanipa kesi mimi saa. Nikwambie, sikia, ili jengo ile lijaisha mm -hmm. Sawa we, choma mjengoni kwenye hiyo pagara, choma ndani, mi nakuja, sichelewi. Naangalia na, angalia mazingira sawa eh, ingia ndani basi sawa. Mtoto wewe. leo ndo siku ya mwisho ujue, leo ndo mwisho, tusirudie tu tena mtoto hey. huyo hey. <coughs> <coughs> <coughs>